LETZTEST inafanya upimaji wa ubora wa maji kuwa zoezi rahisi katika maeneo yaliyo mbali na mitandao kote ulimwenguni. Suluhisho letu ni kutoa vifaa vya gharama nafuu na rahisi kutumia. Maabara ya maji ya LETZTEST yenye kazi nyingi imetengenezwa kwa ajili ya kupima vigezo vyote muhimu vya kibayolojia, kikemikali na kifizikia katika maji. Fahamu kisanduku hiki ambacho kinaunganisha vifaa vingi vya LETZTEST na kuvifanya kuwa maabara ya maji yenye mafanikio kitaaluma. Maabara hii ni ya gharama nafuu, inahamahama na inafaa kikamilifu kwa nchi kubwa zilizo na mifumo mingi ya maji na katika maeneo yaliyo mbali na mitandao. Sanduku hili ndilo sehemu yako kuu ya kuhifadhi nyaraka zote zinazohusiana na maabara. Pia inakupa sehemu maalum ya kuweka vifaa vyote vya sampuli na maeneo ya kazi safi kwa urefu sahihi. Kina vifaa vya kisasa vya LETZTEST vya uchaguzi wako ikiwa ni pamoja na zana za usimamizi wa ubora na data kwa ajili ya mchakato mzuri na uaminifu. Weka sanduku hili kwenye chombo cha moto utakachopenda, na kama chombo chako kikipata tatizo, unaweza kubadilisha na kuweka kwenye chombo kingine kirahisi. Sanduku hili lina uimara wa hali ya juu, limetengenezwa kwa nyenzo bora za teknolojia ya anga, linafungika kwa usalama wa hali ya juu na lina kifuatiliaji cha GPS kwa kufuatilia eneo lake kwa wakati halisi. Pia lina kinga dhidi ya mvua na jua, na unaweza kuweka nembo yako kwa utambulisho rahisi. Maabara hii imetengenezwa ili kurahisisha kazi yako na kuongeza hadhi na uaminifu unaostahili. Pata taarifa za kina kuhusu maabara ya maji ya LETZTEST kwenye tovuti yetu ya letztest.com. Imetengenezwa Ujerumani na mshirika anayeaminika wa German Water Partnership. LETZTEST: furahia upimaji wa maji katika maeneo ya mbali.